Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Tabora Kitete imetoa gari maalumu ya wagonjwa kwa ajili ya kumsafirisha mtoto mwenye umri wa mwaka mmoja, mkazi wa Mtaa wa Bomba Mzinga, Kata ya Isevya, Manispaa ya Tabora, aliyezaliwa bila sehemu ya haja kubwa kwenda kupata matibabu katika Hospitali ya Rufaa ya Bugando iliyopo jijini Mwanza, ambapo atafanyiwa upasuaji mkubwa wa kuziba utumbo wake ambao kwa sasa unatumika kutolea haja kubwa ili kurejesha njia sahihi ya haja hiyo kufanya kazi. Hatua hiyo imekuja kufuatia agizo la Naibu Waziri wa Afya, Daktari Godwin Mollel, ambaye ameielekeza hospitali ya Kitete kutoa usafiri huo utakaomsafirisha mtoto huyo na wazazi wake mpaka Bugando kwa ajili ya matibabu hayo, ikiwa ni mkakati wa serikali wa kuisaidia familia hiyo ambayo imeshindwa kumudu gharama za matibabu ya mtoto wao. E, nendeni muone mganga mfawidhi, nitaelekeza jinsi ya kufanya mpaka mtoto atafika Bugando. Tuone jinsi ya kushirikiana tusaidiane, aweze kufika Bugando na aweze kupata huduma zingine, tutamsaidia. Na tunajua kuna ishu ya mtu wa kukaa na mtoto na nini nini. Awali, kupitia ITV Digital, wazazi wa mtoto huyo waliwaomba wasamaria wema msaada wa gharama za matibabu wakieleza kuwa kitendo cha kumuuguza mtoto wao kwa muda mrefu tangu kuzaliwa kwake kimewafanya kuwa na hali duni ya kimaisha ambapo chombo hiki mbali na kutoa taarifa hiyo pia kilimtafuta Naibu Waziri wa Afya Daktari Mollel ili kuona namna ya kufanikisha upatikanaji wa msaada wa haraka kwa familia hiyo. Hata hivyo, wakati wasamaria wema wakiendelea kuchangia familia hiyo, Naibu Waziri huyo Daktari Mollel aliielekeza serikali ya mtaa wa Bomba Mzinga kuandika barua ya kuthibitisha hali duni ya familia hiyo ili serikali ibebe gharama ya matibabu ya mtoto huyo yanayoendelea katika hospitali ya rufaa ya Bugando, jambo ambalo limefanikiwa. Na hapa baba mzazi wa mtoto, bwana Rajabu Mabula, anatoa shukrani zake. Hii ni ITV Digital, mimi ni Apollo Benjamin. Ninawashukuru wasamaria wema wote, namshukuru naibu waziri wa afya kwa ukarimu wake na kunipa msaada mkubwa zaidi. Alimtuma mtumishi wa ITV anisimamie bega kwa bega, alimwagiza nipate barua ya kwa mwenyekiti nimeipata, ya msamaha wa, wa matibabu nimepata tayari, ninashukuru pia. Kanisimamia vile vile kwa sababu ya kwenda Kitete kupata gari tayari, gari nimelipata na kwenda kufanyiwa matibabu mwanangu. Ninamshukuru Mama Samia Suluhu Hassan, wa jina lako anaenda kupona mamaangu. Kweli tunachotaka ni kwamba mwananchi asipate shida na asipate shida. Kwa maana ni kwamba kila mtu anastahili huduma anayostahiki na apate matibabu ambayo ni sahihi. Na kwa kweli kusema la kweli, tunamshukuru kiongozi wetu ara Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kulifanikisha ili, pamoja na timu yake, kwa maana na timu ya Wizara ya Afya, ambako tuna, tuna, tuna wanataka, au tunataka tuhakikishe kwamba kila mwananchi anapata huduma sahihi, salama na kwa haki.